Sheria ya utakatifu Pecho na Paulo dominika 9juni inajikita katika mambo makuu matatu. Mitume hawa walikuwa ni mashuhuda wa maisha, msamaha na mashahidi wa Kristo Yesu aliyeteswa, kafa na kufufuka kwa wafu kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauchi. Ni mitume waliojisadaka kutangaza na kushuhudia pamoja na kuishi utume wao, hija ambayo imewafikisha hadi Roma na hapa wakayamimina maisha, kielelezo makini cha ushuhuda wa Kristo Yesu maisha na msamaha. Mitume Petro na Paulo walikuwa ni mashuhuda wa maisha yaliyosimikwa katika tunu msingi za Kiinjili, kwani hao walikuwa ni wacha Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne katika mahubiri yake kuhusu Mtume Petro na Paulo, nguzo za Kanisa, amekazia kuhusu mambo makuu mawili: umoja na ushirika wa Kanisa pamoja na ushuhuda wa maisha imani ya imani yaliyopelekea hata mitume hawa wawili kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia Habari Njema ya Wokovu. Mtume Petro alifungwa gerezani na hatimaye akahukumiwa kifo; kwa upande wake, Mtakatifu Paulo, Mtume na Mwalimu wa Mataifa, anasema, wakati wa kufariki kwake umefika. Amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Mitume wote wawili walisadaka maisha yao kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia Injili. Umoja wa imani, anasema Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, umefikiwa baada ya safari ndefu ya kila mmoja wao kadiri ya maisha na utume wake wakaunganishwa katika udugu wa kibinadamu uliondoa tofauti zao msingi. Mtakatifu Petro alikuwa ni mvuvi wa Galilaya, wakati Paulo Mtume alikuwa ni mwanazioni na msomi mahiri. Mtume Petro akaacha yote na kuanza kumfuasa Kristo Yesu, lakini Paulo Mtume alilidhulumu kanisa la Kristo Yesu. Lakini baada ya kukutana na Kristo Mfufuka, akaongoka na kuwa ni shuhuda na mtangazaji wa habari njema ya wokovu. Mitume wote wawili wakati mwingine walitofautiana kama binadamu, lakini tofauti zao msingi zikapata suri ya kudumu katika mtaguso wa kwanza wa Yerusalemu. Changamoto na mwaliko kwa waamini kuendelea kujikita kutafuta amani, utulivu na maridhiano, kila mtu akiheshimu uhuru wa ndugu yake, na hatimaye mitume hawa wakawa wamoja katika maisha na utume wao, kielelezo makini cha umoja na shughuli za kitume katika Roho Mtakatifu. Na mama kanisa anawaadhimisha wote wawili siku moja, ingawa kila mmoja alifariki kwa wakati wake, lakini walikuwa ni wamoja katika roho. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne anasema, Roho Mtakatifu anawezesha umoja na ushirika wa Kanisa. Changamoto ni kuhakikisha kwamba mitume wanajitahidi kuhakikisha wanadumisha umoja katika tofauti zao ili kukuza umoja na ushirika wa watu wa Mungu. Huu ni ushirika kati ya Baba Mtakatifu, askofu wa mapadi, watawa na waamini walei. Umoja na ushirika huu viliwezesha kanisa kujikita katika sera na mikakati ya shughuli za kichungaji, majadiliano ya kidini na kiekumene, na kwamba mama kanisa anapenda kujenga na kudumisha urafiki wa kijamii na walimwengu. Huu ni mwaliko wa kuhakikisha kwamba watu wa Mungu wanatumia vyema fursa ya umoja na tofauti zao, msingi kuwa ni maabara ya umoja na ushirika, udugu wa kibinadamu na upatanisho, ili kila mwamini ndani ya kanisa katika historia yake ajifunze kutembea pamoja na jirani kani. Watakatifu Petro na Paulo wametumiwa na wahamasisha watu wa Mungu kutangaza na kushuhudia maisha ya imani yao ili kuondokana na ibada na mazoea yanayoshindwa kupiaisha maisha na utume wa kanisa. Mitume hawa wawili wanawachangamotisha waamini kujenga na kudumisha utamaduni wa watu kukutana, kuzingatia umuhimu wa kufanya mabadiliko katika maisha na utume wa kanisa, tayari kujikita katika mchakato wa uinjilishaji mpya, kwa kuanzia na maswali yanayobubujika kutoka kwa waamini mitarafu imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake kini cha Injili kimefumbatwa katika kumtambua, kumkiri, kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kuwa ni mwana wa Mungu aliye hai. Kiri hii ya imani ilisaidia kujenga na kudumisha mahusiano na mafungamano ya dhati kati ya Kristo Yesu na wafuasi wake. Kristo Yesu awe ni chemchemi ya matumaini, mahusiano na mafungamano kati ya waja wake, tayari kumtangaza na kumshuhudia miongoni mwa watu wa mataifa. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne anawataka waamini kuendelea kujikita katika mchakato wa kulipyaisha kanisa ili daima kuwawezesha waamini kuwa na njia mpya za kutangaza na kushuhudia imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Kanisa linaitwa na kutumwa kuwa ni alama ya umoja na ushirika, chemchemi ya imani hai, jumuiya ya waamini wanaotangaza na kushuhudia furaha na faraja ya Injili mintarafu hali mbalimbali mbali za maisha ya mwanadamu. Baba Mtakatifu amewakumbuka na kuwatakia heri na baraka maaskofu wakuu wapya hamsini na nne waliovikwa palio takatifu waendelee kuwa ni chanzo cha umoja wa ushirika na imani ya kanisa wanayopaswa kuiboresha katika maisha na utume wao kwenye makanisa mahalia. Ametambua uwepo na ushiriki wa ujumbe wa Patriaki Bartolomeo wa kwanza pamoja na wajumbe wa sinodi ya kanisa Katoliki la Kigiriki la Ukraini. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne amehitimisha mahubiri yake kama sehemu ya maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo kwa kuwataka waamini ambao wamejengwa na kuimarishwa na watakatifu hawa, basi wajitahidi kutembea wakiwa wameshikamana katika imani, umoja na ushirika, wawaombe ili kuwaombea neema na baraka kwa mji wa Roma na kanisa. Sherehe ya watakatifu Petro na Paulo ni siku maalumu ambayo imetengwa na mama kanisa ilikuonyesha moyo wa upendo na mshikamano na hali fa wa Mtakatifu Petro kwa kuchangia kwa hali na mali ili kusaidia utekelezaji wa Injili ya huduma ya upendo, huruma na ukarimu inayomwilishwa katika maisha na utume wa halifa wa Mtakatifu Petro, hasa kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Mchango huu unalenga kufanikisha jitihada za huruma ya Mungu ambazo kimsingi zinafumbatwa katika sakramenti za Kanisa na kumwilishwa katika huduma ya ukarimu na upendo kwa watu wanaosiginwa utu heshima na haki zao msingi, kutokana na umaskini, ujinga na maradhi, kwa wakimbizi na wahamiaji, kwa watu wanaokumbwa na majanga pamoja na maafa mbalimbali mbali. Kwa sasa mchango huu unamwezesha halifa wa Mtakatifu Petro kuwa ni kielelezo cha huruma na upendo wa Mungu kwa waja wake. Ndugu msikilizaji wa Redio Vatikani, palio takatifu ni kitambaa cha sufi safi kilichotengenezwa na manyoya ya kondoo wachanga na kinavaliwa mabegani na Baba Mtakatifu, maskofu wakuu wa majimbo makuu ya kanisa Katoliki wanapokuwa katika majimbo yao pamoja na mapatriaki. Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Januari anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Anyesi bikira na shahidi aliyeuawa kunako karne ya tatu, akaonyesha upendo wa pekee sana kwa Kristo Yesu mchumba wake wa daima kiasi cha kuyasadaka maisha yake ili asichafue ubikira wake. Yesu mwenyewe wa alitambulishwa na Yohane Mbatizaji kama mwana kondoo wa Mungu anayebeba na, na kuondoa dhambi za ulimwengu ni mapokeo ya kanisa kwamba katika sikukuu ya Mtakatifu wa nyesi wanabarikiwa wakondoo ambao manyoya yao yanatumika kutengenezia pahali ya utakatifu wanazovishwa maaskofu wakuu katika maadhimisho ya wa sherehe ya watakatifu Petro na Paulo Mitume. Hii ni alama ya Kristo mchungaji mwema aliyo sadaka maisha yake kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu mchungaji mwema, hata maaskofu wakuu na wanahamasishwa wa kuwabeba kondoo wao kama kielelezo cha wachungaji wema, daima wakikumbuka kwamba wameteuliwa si kwa ajili ya mastahili na mafao yao binafsi, bali kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kondoo wa Kristo Yesu. Maskofu wakuu wapya wanapaswa pia kusadaka maisha yao kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Pallium takatifu ni alama ya umoja na mshikamano kati ya maaskofu wakuu pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro. Baada ya mabadiliko yaliyotangazwa na Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka elfu mbili na kumi na tano. Tangu wakati huo maskofu wakuu wapya wamekuwa wakivishwa pali ya utakatifu na mabalozi wa Vatikani majimboni mwao ili kuwashirikisha watu wa Mungu kutoka katika majimbo yanayounda jimbo kuu husika tukio hili adhimu katika maisha na utume wa kanisa mahalia. Lakini Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne, Dominika tarehe ishirini na tisa Juni elfu mbili na ishirini na tano, amerejea tena katika mapokeo ya mama kanisa ya kuwavisha palio takatifu maaskofu wakuu na mapadri yake hamsini na nne wakati wa ibada ya misa ya takatifu kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Kutoka barani Afrika kuna maaskofu wakuu saba, nao ni Kardinali Stefan Brisli, askofu mkuu wa jimbo kuu la Johannesburg, Afrika ya Kusini; askofu mkuu Robert Chise wa jimbo kuu la Bamako nchini Mali; askofu mkuu Jaki Asambo Aihiwa wa jimbo kuu la Bovake, Pwani ya Pembe; askofu mkuu Bifore Davire wa jimbo kuu la Bobo Dusolaso nchini Burkina Faso, askofu mkuu Andre Gweye wa jimbo kula Daka nchini Senegal, senega, askofu mkuu Harmadi Kone wa jimbo kula Korogo pwani ya Pembe, na hatimaye ni askofu mkuu Jeni Jaki Kofi Kofi wa jimbo kula Ganyoa pwani ya Pembe. Ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa Kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ulio shirika katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo Mitume Dominika tarehe 29 Juni 2025 umeongozwa na askofu mkuu Emmanueli kutoka kanisa katoliki la Wakaldayo. Kutoka studio za redio Vatikani kukunogeshea yale yaliyojiri katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paolo mjini Vatikani. Kutoka studio za redio Vatikani, kama kawali, mtoto wa mkulima, Padri Richard Mjigwa.